Wanaume wanaelekea kuwa viumbe adimu sana duniani. Kwa mujibu wa taarifa ya Umoja wa Kimataifa UN, umeweka wazi taarifa ya kwanza ya sensa ya mwaka 2025 kuonesha mgawanyo wa kijinsia duniani kote, wanawake duniani ni mara mbili na nusu zaidi ya wanaume, ambapo wanawake wanachukua takriban asilimia 72 ya watu wote duniani, ambao ni bilioni 5.6 kati ya bilioni 7.8, huku wanaume wakiwa ni asilimia 28 pekee, yaani bilioni 2.2. Bas, hii inamaanisha kuwa kwa kila mwanaume mmoja duniani anazungukwa na wanawake watatu wanaomhitaji. Lakini takwimu hizo zilichambua hali halisi ya, ya wanaume. Wanaume zaidi ya bilioni moja tayari wameshaoa. Wanaume milioni mia moja sitini wapo gerezani na hakuna uhakika kama watatoka au watafia huko. Wanaume milioni sabini wanakabiliwa na matatizo ya afya ya akili na maradhi mbalimbali, kulingana na jinsi ambavyo mwanaume amekuwa ni kiumbe ambaye anayehaso sana katika hii dunia. Hii inamaanisha kuwa ni takriban bilioni moja pekee ya wanaume ambao wanatakiwa walizishe wanawake wote hao zaidi ya bilioni tano duniani hata hawa waliopo bado changamoto ni kubwa. Asilimia hamsini na sita hawana ajira kabisa. Asilimia tatu wanajihusisha na mapenzi ya jinsia moja, lakini pia asilimia moja ni mapadre wa Kikatoliki, hawa hawaoi. Asilimia kumi ni wazazi na ndugu wa karibu. Asilimia thelathini wana umri wa zaidi ya miaka sitini na tano, kiasi kwamba sio productive sana. Kwa mantiki hiyo, na washauri wanawake wote walioko kwenye ndoa wawashikilie sana na kuwathamini sana waume zao, kwa sababu ni wachache sana na idadi inazidi kupungua. Ewe mwanamke, mtuze sana mwanaume wako. Hata ukimfumania, msamehe tu. Maana wanaume ni wachache sana duniani na wanazidi kupungua.